Ni kweli madoa madoa usoni au melasma vinatesa sana vinakera sana, na ni kweli kwamba tumetumia tiba mbalimbali mbali, na baadhi ya watu tumeenda hadi kwa mademotologisti, lakini bado tatizo liko pale. Ni tatizo ambalo liko sugu na linakera, lakini ni tatizo ambalo baadhi yetu tumeshalizoea Tumeona kwamba ni sehemu ya maisha, ndivyo tulivyo, ndivyo tulivyoumbwa. Tumejaribu kila tunachoweza kufanya, lakini bado tatizo haliondoke. Kwa hiyo tumeaminishwa kwamba melasma haiponi, na lakini niko hapa kukuambia kwamba tunapodili na ngozi, ndio maana tunasema kwamba it's all about science, kwamba unatakiwa ujue kwamba ngozi yako imegawanyika kwenye layer tatu mpaka lea nne, right? Na doa lolote au melasma yoyote au hyperpigmentation au hypermelanocyte na yoyote ni lazima kwamba tujue iko kwenye lea gani. Usipojua kwamba iko kwenye lea gani ya ngozi, huwezi ukaitibu, kwa sababu unaweza ukafanya treatment ambazo zinaishia kwenye epidermis of the skin, kumbe tatizo liko huko.